Timu ya Jang'ombe Boys ambayo ilizaliwa toka katika timu ya taifa Jang'ombe imebuka kidedea baada ya kuwafunga mabingwa watetezi wa kombe la Mapinduzi URA kutoka Uganda bao mbili kwa moja ikiwa ni mwendelezo wa kombe la Mapinduzi visiwa Zanzibar. Mchezo huo ambao umechezwa ndani ya uwanja wa Amani mjini Unguja majira ya saa kumi jioni na robo, e, timu ya Jang'ombe Boys imeonekana kupania vikali baada ya mechi ya awali kufungwa na watani wao wa taifa Jang'ombe, lakini leo imebuka kidedea. <coughs> Sinakubali, nasema baada ya dakika tishaini, siwezi kuamua. Ati lazima timu inanipiga baada ya dakika tishaini kwanza za kuanguka, nakubali tumeshindwa. Nadhani mchezo ulikuwa mgumu na mzuri vile vile. Kwa hivyo nadhani juhudi zimetu tumepata ushindi. Katika dakika ya kumi na sita ya kipindi cha kwanza timu ya Jang'ombe Boys imekuwa ya mwanzo kujifumania nyavu za URA kupitia kwa mchezaji wake Hamisi Musa, ambapo dakika 50 ya kipindi cha pili mchezaji huyo huyo aliongeza goli la pili kwa timu yake. Nao timu ya URA A kutoka Uganda ikajipatia goli la kupekee na kufutia mchezo dakika thelathini na moja kupitia kwa mshambuliaji wake Lamba Lokota. Mechi ya usiku huu hivi sasa ni kati ya mnyama Simba ambao unacheza na mshindi wa pili wa ligi ya Zanzibar KVZ.